Ufalme yeye na wanawe milele, Yes. Kwa agano la chumvi Mm. Kinachomfanya aweze kuwa milele kwenye ufalme yeye mm. Mm. Na familia yake ni agano. Agano gani? Sio la damu, la chumvi. Nini tena, ukisome hapa na kukielewa ni lazima masikio yako, Yes. Vizuri na uniangalie vizuri. Cha kwanza, agano la chumvi ni la milele. Baraka zitakazotokea kwako safari hii sio ya tia maji, tia maji, ni za milele. Uzima utakaokuja kwako ni wa milele kupitia agano la yako inakuinua wewe na familia yako Amen. Wewe na watoto wako Amen. Wewe na majirani zako. Amen. Aaaa, mtu mmoja na aseme amina kama anaelewa. Nataka nikwambie Mungu aliondoka kwenye habari ya kumwinua mtu mmoja mmoja, na leo limekuja kutengeneza mabuldoza. Nimekuja kufahamu mabuldoza